Shalom, mbwana Sasue, kuna ujumbe ambao tumeupata kutoka kwa nabii Tito Lemo kuhusu Kenya. Amen, naomba tuusikilize, alafu narudi, alafu nitakueleza kuhusu mshindi wa pili wa tuzo ya mbinguni Amen. Kenya, kuna mwanamke anatakiwa kukalia the top seat one of the top seat in kenya i will talking of this woman uh, can can you can i have that that that woman maybe popote pale aliko maybe hajui ana habari lakini huyu ni mwanamke ambaye nimemuona akikalia a very top seat In, in, in our country Kenya a very top seat, kila mmoja asema a very top seat, hebu sema one of the top seats in Kenya. So this woman nimemwona akikalia kiti kubwa, na ana supposed kukalia kiti kubwa katika nchi ya Kenya, kama Mungu atanisaidia kumu, kumupata Uh, this woman uh, kuna assignment fulani na kuna kitu amewekewa ndani yake na Mungu, pamoja na kwamba sisi wanadamu huwa tunaangalia kwa macho yetu na tuna, tumejaa judgments mm, tumejaa judgments, kuangalia kwa jicho la hukumu, but uh, this, this woman huyu mwanamke anafaa. Nimemwona kwa one of the top seat in Kenya, one of the top seat in Kenya. Na maybe saa hizi mahali yuko ako confused, ajui afanye nini, but Mungu akinipatia neema kama nitakutana na yeye, kuna mambo tatu anafaa kufanya na hii ni prophetic advice kwake. Kuna mambo tatu anafaa kufanya, na anafaa kufanya mapema mapema mapema Yaani mapema as early as yesterday, so kuna vitu kubwa tatu ambaye anafaa kufanya, na kwa sababu Mungu eh, amempendelea, hebu semeni amempendelea, lakini mahali yuko, yuko sasa hivi maybe yeye hana habari, ajui, but um, Mungu, kuna kitu fulani cha muhimu sana ameweka ndani yake na anafaa kukalia eh, kiti ambacho ni tops, one of the top seats in Kenya ambayo italete kitu inaitwa history, italete kitu inaitwa history. Amen. Na huyu mwanamke anafaa kuwa anajua hii, kwa sababu asipojua mtu mwingine atakaa badala yake asipojua mtu mwingine atakaa badala yake. I'm looking for her, na ninajua labda kwa neema ya Mungu eh, naweza kukutana naye nimwambie Mungu anasema nini kumuhusu na Mungu anataka nini kumuhusu amen. Mungu anataka nini kumuhusu, na let us keep on praying for her, kwa sababu huenda ajui na waswahili wanasema usilolijua ni kama usiku wa giza, usilolijua ni kama usiku wa giza, usilolijua ni kama usiku wa giza haleluya, usilolijua ni kama usiku wa giza. Kwa hiyo, Kenya kuna kiti kubwa ngapi? Kuna kiti kubwa Kenya ngapi? Tatu eh, mbili. Okay, president, deputy president uh, prime minister pr eh, kuna speaker, kuna chief justice, kuna speakers ni ni, ni wawili eh? Mm. eh, mm. Eh, bunge la senate, bunge ya kawaida kuna um, kuna hizo viti kubwa ni kama tano Kenya kama 5 tano. Na ana suppose kukalia one of those top seats. Anafaa kukalia one of those top seats. I'm a prophet. I cannot lie to you. I know what I'm telling you. Praise the name of the Lord. Hata kama unampenda ama umpendi, maybe you have your own reasons. But nimemuona huyu mwanamke akiwa on top of the mountain, on top of the mountain. Maybe according to you on top of the mountain unaona kachagwa. Maybe unaona Uhuru Kenyatta. Maybe unaona nani. But this is the person I'm seeing on top of the mountain. In a very near future. This is in a very near future. So, ninamtafuta ili kwamba eh, uh, tuweze kuomba, ni nimwombee ili hiyo kitu isitoke, kwa sababu asipojua basi atakalia mwingine badala yake, na Mungu anataka akalie yeye. Sema amen. Anaitwa nani? An An Waiguru eh. Inua mkono, sema shalom. An Waiguru, haleluya. Kumbuka ana ni mama yake Samueli. Amen. Umemsikia Tito, Nabii Tito Lemo. Amen. Basa. Ah, Tito ni miongoni mwa manabii ambao wanazungumza yale ambayo sisi tumekwisha kuyazungumza miaka iliyopita, na yale ambayo tunaendelea kuzungumza, kama yale ambayo sasa hivi unasikia manabii kutoka nchi tofauti mbalimbali wanaanza kuyazungumza mba yale ambayo tulishazungumza, ila kwa sababu nabii haishimiki kwao basi watakimbilia kule, lakini nabii wa nyumbani mwao alishawaambia yote yanayoendelea. Na shina likuu ni wapi? Sasa kama mlitaki shina, mnaenda kwenye matawi, hiyo ni sio shauri yangu. Amen. Juzi nimetoka kuongea kwa hapa kwamba hivi vita ya Kenya na Tanzania inasababishwa na nini? Kwa nini wa Kenya wanajitoa kama Watanzania? Kwa sababu kuna mwanamke ambaye alinuiwa na Mungu kusapoti madhabahu kutoka Kenya na akafanya kazi yake mpaka mwisho. Mtu wa kwanza le nuliwa kusapoti madhabahu alikuwa ni Petrida, sawa? Sa sasa aka, akajaribiwa kidogo akaanguka kwenye jaribu lake, sawa akaanguka kwenye jaribu lake. Sasa badala yake Mungu akamuinua akamwinua huyu dada na akafanya kazi ambayo Mungu alitaka kuifanya mpaka mwisho, na Mungu akasema imetosha, sawa, na yeye akawa ni mshindi wa ngapi? Mshindi wa pili wa tuzo ya mbinguni, amen. Kwa hiyo Mungu ana watu wake ambao amewachagua wa ndani ya Afrika ambao wa watakaoiongoza Afrika kwa ushirikiano kwa mkono huu mmoja, kama vile shetani alivyotengeneza miungu saba ya dunia, akiwachukua wale le marais wanaitwa G20, sijui G ngapi, sijui G7, sawa, utawala dunia. Ndivyo hivyo, Mungu ametengeneza G7 ya Afrika, maana yake marais saba wa Afrika ambao wataifanya Afrika kuwa mjuu kuliko Ulaya na nilikwambia, Ibrahim Traore, mazabao hii ndio inafanya nini? Ndio inamlinda yaani, yani mimi ndio najua ya msiri ya kiroho, nini kinaendelea kwake, mimi ndio nafahamu, ndio maana nakwambia, mazabao hii ndio inafanya nini? Inamlinda sawa. Sasa basi narudi kwa Tito Lemo Sawa, rais wa Kenya ambaye ni mwanamke anatoka kwenye hima za bao, yaani alishapita kwenye hima za bao. Sawa, na nabii Musa pekee ndiye anamfahamu, hakuna mtu yote anayemfahamu, sawa, wala hayupo kwenye siasa kama alivyoona nabii Musa, hayupo kwenye siasa. Sawa, na Mungu amemchagua yeye na yeye ndio hivyo hayupo kwenye siasa, yuko kwenye utumishi wa Mungu ni mtumishi wa Mungu. Nikisema mtumishi wa Mungu inamaanisha mtumishi wa Mungu ni mtu anayeamini Mungu, anayesali, anayeomba na anayeelekezwa na Mungu. Kwa hiyo hayupo, yani hakuna mtu anayemfahamu huyo mwanamke wala sijawahi kumtaja jina wala sijawahi kuweka picha yake hapa, amen. Inaweza nikaweka picha yake, sawa, au nisiweke? Yeye mwenyewe anafuatilia mahali hapa, yote ambayo tunafundisha anayafuatilia, sawa. Nitaje jina la kwanza ya huyu mwanamke. Unaweza kuonyeshwa maono kwa sura ya mtu fulani, ikimaanisha kwamba anatakiwa awe mwanamke, sawa kupitia mtu fulani lakini haimaanishi kwamba huyo alimuona ndiye mhusika. Amen, umeona, kuna picha umeweka hapa, hapana, huyo sio mhusika. Mhusika yani mhusika yani, yani vita ya ya hivyo ya viti vya enzi ilishafanyika na mshinda alishatangazwa, mwaka elfu mbili na ngapi? elfu mbili na ishirini na tatu na mambo haya yameanza 2024 kimwili, sasa ndio yameanza, ili kuikamilisha ile yale ili ya 2023 ya kiroho. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeingilia hapo katikati, kuna mtu atakayeingia hapo katikati, kwa sababu tayari watu walishaketishwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Amen Bwana kufunulia fumbo hili sasa. Alieni sikia, toka mwanzo niliwahi kusema hivi, nimefanya kazi ya kubeba baraka ya kwenda mbinguni na kubeba baraka na kuja kwa kusambaza kwa watu duniani, sawa. Na zile baraka nilikuwa napewa na malaika kuja kuzigawa, si ndio? Na nikakaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu, si ndio? Sasa hiyo ni kiroho, katika ulimwengu wa roho mbinguni, sawa. Duniani, mapenzi ya, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, sawa kwa hiyo duniani wale malaika ambao walikuwa wananipa baraka nisambaze kwa watu, ndio watu ambao wanasapoti huduma hii, ili kusaidia watu wengine, huduma ifike kwa watu wengine, ili ukombozi ufanyike kwa wengine, wengine wapate baraka, wapate kukomboa, wapate kufunguliwa. Kama sasa hivi miungu ya Tanzania imekwisha anguka, watu wameshafunguliwa fahamu, na uketi katika kiti cha enzi cha Mungu sawa mbinguni mapenzi ya mbinguni yamefanyika duniani katika kiti cha enzi cha Mungu. Maana yake kuna keti kwenye kiti cha enzi Mungu sawa. Maana yake ndio kuketi kwenye kiti cha ufalme duniani. kumshindi wa kwanza nabii Musa, mshindi wa pili ni dada, mshindi wa tatu ni kutoka Kongo, sawa kwa hiyo mshindi wa kwanza tuzo ya mbinguni kutoka Tanzania, mshindi wa pili kutoka Kenya, mshindi wa tatu kutoka Kongo. Yani mjumbe wa gano nabii Musa atakapokaa ndani ya Tanzania sawa, amani itapatikana katika Afrika nzima, kwa sababu watatawala wale ambao Mungu amewakusudia. G7 ya Mungu, roho saba za Mungu itatawala ndani ya Afrika. Kwa hiyo Kongo itakuwa na amani, kwa sababu amani haipo Kongo, kwa sababu anayetakiwa kukaa Kongo hayupo, sio aliyopo sasa. Na yeye huyo ni katika hao hao ambao wanasapoti madhabao hihii ambao wameisapoti madhabao hii, wame hii. Elewa, unaona kabisa wewe, unayesema nani sijui wajima kama angilisikia kwa hiyo sadaka yake basi, alikuwa na walayo ukalia hicho kiti. Hicho kiti kinaongozwa na roho, sawa. Roho inataka sadaka, we utaki. Unaona elako ukajenge viwanda, hiyo roho itakuchinja upo. Kila kitu kina shina lake na maelekezo yake. Hata kutaka kwenda kuzimu, lazima mpate mtu anayejua njia ya kwenda kuzimu, na si kila mganga anaweza kwenda kuzimu na si kila mchawi anaweza kwenda kuzimu. Kuna wale ambao wana connection na kuzimu, ambao wamesha graduate, nusu ni mapepo nusu ni, ni watu au ni mapepo moja kwa moja, wamevaa sura za watu hivyo hivyo. Na kwa njia za Mungu lazima uende kwa wale ambao wamekusudiwa kabisa, si kila nabii anayetabia na suluhisho kwao, lazima mpate yule ambaye ana uwezo wa kimungu kama vile wale wa wa wanaenda kuzimu na wale vile vile wa wa wanaenda mbinguni na kurudi kila siku sawa? so, kama ilivyo kwa mjumbe wa gani ambaye alikuwa akifanya kazi mbinguni na akasoma chuo cha Biblia cha mbinguni na akafanya kazi huko na akaketi katika kiti cha Mungu huko, amen. Kwa hiyo nakutajia jina sasa la huyu dada, amen. Huyu dada dada kutoka Kenya, lakini wengi hawamfahamu hawamjui, sawa so, mjumbe wa agano atakapoketishwa, yeye atafuatia. Um, Kenya itakuwa na amani, Congo itakuwa na amani, nchi zote za Afrika zitakuwa na amani, lakini kwanza mjumbe wa agano wakae, maana yake baada ya kupigana vita ya miungu ya Tanzania ndio tutaenda kwenye vita sasa ya miungu ya dunia. Tukiingia Kenya, sawa so, kumweka ambaye Mungu anamuita anamtaka, maanake sisi tutatumika kusapoti na Nabii Musa atatumika kusaidia kumweka yule ambaye Mungu amekusudi, kwa sababu anamfahamu. Na Kongo hivyo hivi, kwa sababu Mungu anamfahamu na Nabii anamfahamu, sawa, hivyo hivyo. Amen. Pues Usifikiri kazi ya nabii Musa ni kujenga tu hekalu la Kristo la mwisho. Kuna kazi kubwa sana. Ndio maana kila anayejaribu kupambana na mjumbe wa agano lazima apigwe, lazima alaaniwe, lazima afe, kwa sababu anazuia mpango mkubwa wa Mungu juu ya dunia. Sasa wewe huwezi kuzuia hata siku moja. Shetani mwenyewe alishindwa kuzuia. Shetani mwenyewe alipigana na Mungu mbinguni akapigwa. Wewe unayemtumikia shetani duniani, utahitaji kupigwa kushindana na unayemtumikia Mungu. Tu nikutajie jina lake, jina lake anaitwa, anaitwa... Esther. Esther, unanisikia uko mahali uliko? Esther, najua unafuatilia, najua unanifuatilia kila siku nau ujupeni wakwako, amen. Maana anasema hivi atwae kwa nabii atapata sawabu sawasawa na nabii. Hiyo ndio maana sawabu sawasawa na nabii kile ambacho mjumbe Mungu alimpangia arim, arim, mjumbe wa agano na ukashikamana naye mpaka mwisho, maanake umekuwa pamoja naye, kwa ile baraka ya mjumbe wa agano inakuja na kwako pia kama unavyona, ule ulinzi wa Mungu juu ya mjumbe wa gani na kwa watumishi wote ambao wako naye. Amen, Mungu akubariki sana. Huyo mwanamke hakuna mtu anayemfahamu. Mimi mwenyewe Esta, kama utakubali eh, utakubali niweke picha yako, au utanitumia picha yako nzuri niweke, sawa sawa, hilo nakuachia mwenyewe, kwa sababu najua muda wake, muda wake sio sasa wa kuonekana kwenye kwenye mitandao sawa. Muda wake bado, utaonekana kwa sababu mimi nimeonekana, lakini vita ni kubwa kwa sababu ya kuonekana. Kama hujaonekana wanatafuta nini? Hawezi kutafuta mtu ambaye muoni sura, wanatafuta kivuli, watafuta mtu asiye mjua. Ukiweka ukiweka picha yako ndo watakuwa wanajifanya kwamba wao ni intelligence, wakati umeweka picha yako, anajifanya ni wajuaji sana, kumbe kwa sababu ameona picha yako. Kitu kihubiri bila picha au tukihubiri tumevaa maski hapo unaweza kuni, kuni, kuni, kuni, Unafanyaje? Hauwezi sawa, kwa sababu ya ulinzi wa Mungu, ya utukufu wa Mungu, yote yanawezekana. Tuko hapa na washindano, na Bwana wamepondwa kabisa. Kwa hiyo hilo anakuachia mwenyewe Esta. Kwa hiyo mshindi wa pili wa tuzo ya mbinguni ni Esta. Kutoka Kenya, Esther, mimi ndo namfahamu. Yaani, hakuna anayemfahamu zaidi ya mimi mwenyewe. Nikikutajia jina la mwisho, majina yake yote matatu, ndio utamfahamu na ndio utaweza kupata picha zake, sababu sina tabia so kuingia kwenye mitandao, mnaingia ku search majina ya watu, nimpate picha hivyo, lakini bila hivyo hauwezi kumtambua. Amen, na sitaki kuambia mahali anaishi, kama ni Kenya, sehemu gani? Sitaki kukuambia. Mungu akubariki sana.